Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhandisi Anthony Sanga ameonesha kuridhishwa na kazi ya uimarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya. Mhandisi Sanga ameridhishwa na kazi hiyo alipotembelea kijiji cha Usongo na Horiri Mjini wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro kuangalia maendeleo ya zoezi la uimarishaji mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya. Nimefurahi na nimeridhishwa kwa kazi ambayo imefanyika ya kuimarisha mpaka wetu na ndugu zetu wa Kenya, na niseme tu naona kama ni, ni modo nzuri ni mfano mzuri e, wa kazi ya uimarishaji wa mipaka katika e, nchi ambazo tunapakana nazo. Kati ya kilometa 758 tumeshamaliza kilometa 558 Ni jambo zuri na la kujipongeza lakini nimefanya kazi vizuri, mistari imenyooka vizuri, na hizi uh, beacon zinaonekana hata kwa mbali, na hii rangi ambayo mnaipaka ni rangi nzuri ambayo hata kwa mbali mtu anaweza akaiona, hasa katika maeneo ambayo sio ya hifadhi kama ambavyo tumekubaliana. E, niseme tu kwamba uh, ile timu ambayo imekuwa uwandani kwa kweli imenifurahisha na tutaona pia cha kufanya katika sehemu ya kuwashukuru ya kuwa, ya kuwa zaidi wale ambao walipata changamoto nadhani niandikie kifuta machozi, tuje pia tuwashukuru, lakini pia tuwaonyeshe kwamba tunawajali pia, sio tu kazi ya kufanya kazi za uandani. Hata mpata changamoto pia, hamko peke yenu, tulikuwa pamoja, tulizisikia hizo habari sababu zinahusisha eh, maeneo mawili tofauti. Uh, sio vizuri sana kuwa tunaongea sana, cha msingi ni kufuata taratibu yafanyiwe kazi na viongozi, na mwisho wa siku kama ambavyo mmeona yalifanyiwa kazi na asubuhi. Kupatikana pakani ni ngumu, maanake mnakaa polini, kuna wanyama, kuna wadudu, kuna mvua wakati mwingine zinatuonyeshea huku, mazingira ni magumu, hamna maji. Lakini niwashukuru sana ambao tunashirikiana nao, hasa ndugu zetu kutoka wizara ya ulinzi, wizara zote ambazo tumeshirikiana nazo kwa kweli na, ninawashukuru mimi ni wasihi tu kwa hii modo ambao tumeitumia na ndugu zetu wa Kenya ya kuwa na MOU ni namna na gani mtatekeleza zile kazi. Sasa tuitumie pia katika mipaka mingine ili tuweze kuongeza spidi. Kwa upande wetu kazi ya ujenzi tumekamilisha kwa asilimia 100. Kazi ya kufyeka imekamilishwa kwa asilimia kama 95. Kazi ya mkuzi imekamilika kwa asilimia 91. Hivyo, eh, wasta ni wa asilimia 95 ya kazi zote zimekamilika.